Watu wengi mtapigwa na mtaibiwa ile iPhone 17. Nawambia ukweli tena, hasa nyinyi ambao mnashinda hotelini kwa ajili ya simu, mtajikuta mmeshinda hotelini bule. <laughs> Nawambia ukweli jamani, simu imetoka jana. iPhone 17 imetoka Jumanne. Trust me, imetoka Jumanne na imeonekana na Apple ndio walioposti, lakini leo hii Tanzania tayari zipo, nchi za Afrika tayari zipo zipo. Wale mnaopenda uh, mambo ya kutrend kama vile simu za kutrend ama simu ambazo ziko kwenye market. Eh, bwana inajulikana kama vile iPhone 17, eh, wale watu wa Tecno, Samsung, eh, bwana tulieni. Hapa tunaongea na wale watu ambao wanapenda mambo ya kutrend kama vile iPhone 17, eh, bwana kuna ujumbe wenu huku, eh, kuna mwamba fulani ambaye nimemuwekea video yake kwa hapo mbele tu akiwa anazungumza jambo moja, safi kutokana na simu hizi bwana, eh, bwana simu hii iPhone 17 imetangazwa tu juzi maeneo ya Marekani kule na maeneo ya China. Asa wewe Afrika hapa bado hazijafika, yaani bado mzigo ama bado stock haijafika vilivyo. Kwa hivyo wengi wana simu feki sana. Utafika pale ushangaa mwenzio iPhone 17 bwana, kumbe sio original. Bwana hebu sikiliza huyu jamaa anachokuelezea, sikiliza hii video ambayo nimekuwekea hapa mbele, msikilize tu, alafu utajua kile ambacho anakizungumza ni kitu kizuri. E, bwana nadhani umeweza kumwelewa aa, huyu jamaa e, ambaye ameweza kukueleza kitu fulani hapo kuhusiana na swala hili la iPhone 17. Ni simu ambayo imeweza kutoka aa, sasa hivi karibuni. E, Bwana ukienda dukani, hamna hamna, unaipata hapo kuanzia milioni nne za Kitanzania ndio, ili uweze kumiliki hii simu. Uh, unatakiwa uwe na kama milioni nne hapa ama milioni tatu na laki, laki nane hivi, lakini sana sana kuwa na milioni nne e, bwana, ni simu ambayo ni kali mno, kama kawaida unavyojua iPhone haijawahi kutuangusha wala haijawahi kuangusha mtu. Lakini unaambiwa mtazamaji, ukae e, ukae chonjo mjini huko, yani ukae ukae vizuri sasa, sababu muda wote unaweza kupigwa seti, kupigwa mawe, wala kupigwa bunduki wala kupigwa panga ah inamaanisha unaweza ukauziwa simu feki, unaweza kaamboa hii ni iPhone kabisa kabisa, lakini mwisho wa siku ukienda kufungua unapata um, mzigo sio huko, kumaanisha wameshakupiga ama wameshakuchapa wamesha. Sasa nimekuwekea video ya huyu jamaa hapa. Hiyo video ambayo umetoka kuitazama ya huyu jamaa ambaye anaelezea watu kuhusiana na swala hili la iPhone 17 anasema iPhone ndo zimetoka wiki hii tu iliyopita na zimetangazwa rasmi huko maeneo ya a, Marekani huko maeneo ya China, unajua yale mataifa kule pande wa juu, basi huwa vitu vinaanza kule kwa, alafu ndo vinateremka pole pole vikifika huku kwetu. Sasa huyu jamaa alikuwa na anawaonya watu tu, ama anawashauri watu e, wakae makini, sababu sasa hivi matapeli wamejaa sana sana. Ukienda Kariakoo pale e, matapeli wengi wamejaa, unaweza kaangalia kabisa ukaona hii ni iPhone Eh, lakini ukiangalia hivi baadaye, mwisho wa siku unakuja kugundua kumbe hata si iPhone, ni simu fulani tu ambayo imefanana na iPhone. Na ama kuna wengine wanakuonyesha iPhone, ukweli ndo hii, lakini mwisho wa siku kukutilia kwenye mfuko, wanakutilia simu nyingine. Sasa huyu jamaa nilichompendea, anasema kwamba yeye E, simu ndio tayari imetoka hii wiki, ni kumaanisha bado zinaendelea kusambazwa Afrika bado hazijatufikia. E, kwa hivyo inabidi chukue kama, kama wiki mbili hivi afu mzigo utakuwa umeingia Afrika, lakini e, sisi tumetangazwa leo leo tayari leo, leo Afrika ipo. E, sababu anasema kwamba iPhone ndio wiki moja tu imetangazwa, lakini ukienda Kariakoo zimejaa madukani. E, hizo ni kumaanisha zingine Uh, sio iPhone 17 original oa eh, hizo ni iPhone 17 lakini, uh, fake. Original bado hazijafika hapa Afrika. Bwana, sijui kama unakubaliana na kauli za huyu jamaa ambaye anatueleza hivi kwa eh, sababu kuna wengine tayari unaweza ukanunua, uh, ukashangaa umetapeliwa. Sa uh, huyu jamaa anatuambia uh, tukae makini ili tusiweze kutapeliwa sababu, hapa bongo tayari nimeona wasanii kadha wakadha wameweza kupost, lakini msanii wa kwanza kupost alikuwa ni huyu bibi ya Bilnas huyu, yani mke wa Bilnas ambaye anajulikana kama vile Nandy eh, mama Kenaya huyu. Sasa aliweza kuposti pale uh, ku iPhone 17 uh, ikiwa rangi ya kama inajulikana kama brown, brown, si, brown red, si red red eh, si red rangi kama hiyo, huko akisema kwamba eh, Nandi eh, watu wakitangaza sana wanasema kwamba Nandi ndio msanii wa kwanza, eh, kwanza kumiliki iPhone 17 ama iPhone 17, eh, Pro Max. Sasa watu wakasema kwamba uh, iPhone itakuwa amepata wapi, lakini kumbuko pia mume wake huyu u anauza, uh, anauza iPhone pale Nenga Eh, anauza ma iPhone haya, amekuwa kiwauzia wasanii wenzake sana sana hizi iPhone eh, lakini watu wanasema kwamba bado iPhone 17 haijafika. Huyu Bilnas atakuwa zake amezipata ha, wapi hadi akampatia ha, huyu Nandy eh bwana? Pia watu wanahisi kwamba Nandy atakuwa hii iPhone yake aliyoipata atapeliwa. Eh, sijui maoni yako mtazamaji, kama wewe unasema ni iPhone ndio hii hii, ni original ama sio original? Msanii mwingine aliyepost kuhusiana na iPhone e bwana, ni msanii ambaye anajulikana kama vile Mario e bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka iPhone mbili pale, moja ya rangi nyekundu, nyingine rangi nyeusi e, alafu, ka, pale, e kwa alafu akaandika pale bwana, shemeji yenu tayari kashajitahidi. Hiyo kumaanisha kwamba ameweza kununua iPhone yake na ya mke wake ambaye anajulikana kama vile Paula Kajala. Sasa bwana, uh, huyu, huyu, huyu Mario ameweza kumnunulia mke wake na hata pia akaweza kumnunulia uh, uh, kujinulia yeye mwenyewe bwana, azidi uh, kusubscribe, zidi kulike, usahau kushare uh, kwenye, uh, kwenye mambo yako halafu pia usahau kushare kwenye mitandao yako usahau pia kushare kwenye ndugu jamaa na marafiki zako, ambao pia nao wangependa a, kuzipata video hizi motomoto e, moto, zinazotokana na channel hii inayojulikana kama vile Umbea Media TV. Usahau kulike, usahau usahau kushare, usahau pia na usisahau zidi kutegea tu na zidi kukuletea habari zingine zinazotokana na wasanii hawa wa nyumbani kwetu Bongo Flva hapa na hata pia wasanii wa mambele huko upande wa a, Marekani. Watu wengi mtapigwa na mtaibiwa hiz, nawambia ukweli tena hasa tenahasan, ambao mnashinda kwa ajili ya simu, mtajikuta mmeshinda otherini bule. <laughs> nawambia ukweli, jamani, simu imetoka jana, iPhone 17. Trust me, imetoka Jumanne, imetoka Jumanne na imeonekana na Apple ndio walioposti, lakini leo hii Tanzania tayari zipo nchi za Afrika tayari zipo. Kuweni makini, mtapigwa <laughs> nyie mnaenda kufanya kazi kwa ajili ya simu tu. Nyie ambao mnashinda hotelini kwa ajili ya simu mtapigwa. Mwisho wa siku, hayo mambo mnayofanya yatakuwa ni bure. Kuweni makini, simu ndo kwanza imetoka. Hata ile first order second order bado kabisa, hazijatoka yani hazijafika bado. Simu ndo imetoka na ina, simu inaanza kugaiwa tarehe kumi na tisa na Apple wenyewe, lakini tayari nchi za Afrika imeshafika. Mtapigwa ndugu zangu. Nyiye ndugu zangu, mtapigwa. Hey, amani mtapigwa, mtauziwa simu milioni nne, milioni tatu, afu mwisho wa siku mmeuziwa kopo. Mmeona makopo yaliyofika Bongo, makopo yamefika ya kutosha na ni kwa ajili yenu. Sasa wewe nenda kwa kaangaika hoteli, kahangaika unavyojua wewe huko, jisumbue jigaragaze na wabibi na wababu, sijui na vikongwe, angaika na wazee Rudi hapa upate hiyo hela, naenda kanunue simu makumbusho, kanunue simu siza huko, kanunue simu sijui sim, sim, kaliako sijui wapi huko kanunua iPhone 17 Pro Max, akati simu ndio kwanza zimetoka jana na bado hazijaanza ku- kuuziwa, ila nyie mtapigwa, mtapigwa, nawaonea huruma nyie mna